Ni matumaini yangu mubahiri wa afya sijama. Karibu kwenye hadithi hii fupi ambayo naenda kuhadithieni ili tuweze kunufaika wote pamoja inshallah. Langu jina ni Darlington Ambundo. Kabla ya kuhadithia hadithi hii, nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumrudishia sifa zote njema Mwenyezi Mungu kwa kutujaalia sisi wote kuwa hai jinsi namna tulivyo kulala, kukula, kutembea, kufanya vyote tunavyofanya, ndugu zangu, ni hizi zote ni nehema ambazo Mwenyezi Mungu anatupatia kwa rehema zake. Sio kwamba sisi ndio watenda mema, sio kwamba sisi ndio wenye kuabudu zaidi, isipokuwa kuna wale ambao waliabudu zaidi, lakini wamepatikana wame na mitihani mbalimbali. Mimi na wewe kukua mzima, ndugu yangu, ni rehema tu ambazo Mwenyezi Mungu anatupatia kwa neema zake. Na mwenyezi Mungu hatupatii kwa sababu ya kutupendelea ndugu yangu, isipokuwa anatupatia kwa ajili ya kuonesha uwezo wake. Yeye mwenyezi Mungu anaweza kupa au anaweza kukumia ndugu yangu. Mahali popote ulipo, ninakukaribisha kwa hadithi hii, ambayo nakuomba uniazime masikio yako ili niweze kuhadithia, na ni hadithi ambayo inatuguza sisi wote inatuguza matendo yetu na kila namna ya maisha tunayoishi, tunafanya mambo ambayo tunayofanya kwa siri na kwa dhahiri, isipokuwa matokeo yake huenda yakaja baadaye au yakadhihirika papo hapo. Hadithi hii inamhusu jamaa mmoja ambaye alikuwa ni baharia. Kazi yake ilikuwa ni kuvukisha watu, kufanya biashara ya kuvukisha watu kutoka ufuo ba, wa bahari mmoja hadi mwisho wa bahari ama ng'ambo nyingine ile nyingine jinsi namna unavyoelewa. Sasa jamaa wetu alipata mama mmoja alikuwa anasafiri ng'ambo ile nyingine, jinsi namna ilivyo kazi yake. Wakaelewana bei, yule mama akaabiri lile bodi la yule jamaa. Jamaa wetu kufika katikati mwa mto mawazo ya kiibilisi yakaanza kumuingia, ni jinsi namna gani atamshawishi yule mama aweze kufanya naye tendo la ndoa. Alijaribu kufikiria na akafikia suluhisho. Alianza kumshawishi yule mama pasipokuwa na mafanikio, lakini alilazimisha hilo lifanyike kwa nia yake yeye kwanza baada ya kujaribu kumuuliza yule mama mara kadhaa, mama wetu alikataa, akasema yeye anamuogopa Mwenyezi Mungu, ameolewa anaheshimu ndoa yake na hawezi kufanya tendo la ndoa kama hilo, ni kinyume na sheria za dini ya Islam. Jamaa wetu baada ya kusisitiza kwa muda na kuona kwamba yule mama amekataa kabisa kutenda tendo la ndoa naye, alimshika yule mtoto aliyekuwa na yule mama, mtoto wake mdogo, akamwinua miguu juu kichwa chini, akazamisha ndani ya maji mara ya kwanza, akamtoa ndani ya maji, akamuuliza yule mama, je, utakubali kutenda na mimi tendo la ndoa au bado unakataa? Yule mama bado alikiri kwamba yeye anamwogopa Mwenyezi Mungu na hawezi kufanya kitendo kichafu kama hicho. Jamaa wetu alimrudisha yule mtoto majini na kumwachilia pale pale majini. Mtoto Akakunywa maji na akakufa kwa kuzama maji. Jamaa wetu akamlazimisha yule mama, akamshika kwa nguvu, akamtendea kile kitendo cha kinajis, na baadaye akamnyonga na kumtupa majini. Akapindua bodi lake na akaanza kurudi upande ule mwingine alikuwa anatoka. Sasa jamaa wetu, baada ya kufanya hii kazi kwa muda, haikujulikana pahali mama alienda, wala mtoto wake wala maiti yao haikupatikana. Jamaa wetu baada ya miaka akawa sasa mwenye kukua mzee, akawachana na hiyo kazi, akarudi nyumbani kukaa na familia yake, kama wazee jinsi mnavyowajua, akatoka kidogo kwenda madukani, kwenda kubarizi kidogo na wazee wenzake. Alipofika pale madukani, baada ya gumzogumzo vijiweni -gumzo, na wazee wenzake aliamua kurudi nyumbani masaa ya jioni. Akiwa safarini, akiwa safarini kurudi nyumbani, jamaa wetu alikumbana na jamaa ambaye, ambaye alikuwa amedungwa kisu kwa barabara. Huyu jamaa alikuwa na koroma lengo na nia, alikuwa anahitaji msaada wa kidharura na alikuwa anavuja damu, maana kile kisu kilikuwa kimedunga kifuani na anavuja damu kwelikweli maa wetu aliamua kumsaidia yule ndugu ambaye kwamba alikuwa amedungwa kisu. Baada ya kuinama pale chini na kushika kile kisu kutaka kukichomoa, punde si punde, nao askari wakafika kwa ghafla. Wale askari wenye walikuwa kwa patrol walipata jamaa akiwa pale, na wakaamua kumkamata kwa sababu yeye ndiye mshukiwa wa kwanza ambaye amepatikana kwenye kisa ambacho kwamba jamaa amedungwa kisu na amelala chini. Baada ya wale askari kufika hivi naye jamaa aliyekuwa amedungwa kisu akakata roho. Jamaa wetu ambaye ni mzee aliyekuwa baharia akakamatwa na akapelekwa kwenye kituo cha polisi. Baadaye baada ya kufanya uchunguzi kidogo akashtakiwa kwa kesi ya mauaji. Kotini jaji alimhukumu na kifungo cha maisha na kinyongo. Baada ya jamaa wetu kabla jamaa wetu kukatiwa kile kifungo, aliambiwa kwamba hawezi kujitetea. Alijitetea na akasema kwamba yeye hakumuua marehemu, ila alipata marehemu amedungwa kisu barabarani. Lakini akasema na akakiri kwamba anajua yeye anafungwa kwa sababu ya yale makosa ambayo kwamba alitekeleza pale awali, kwa kisa chake kilichotokea pale baharini ambacho niwaelezeni ambacho alimuua mtu na mtoto wake, ambaye yule mtu alikuwa ni mama na mtoto waliokuwa wakiabiri bodi lake kwa ile mambo nyingine. Akaelezea kile kisa chote jinsi namna kilivyotokea mpaka mwisho wake, na akasema kama nikifungwa nafungwa, anakubali kufungwa na hafungwi kwa sababu ya kumuua jamaa na kisu, ila anafungwa kwa sababu ya kumuua mama na mtoto wake. Huo ndio mwisho wa kisa hiki, ndugu yangu, na mimi naombeni tu kuchukua mafundisho kidogo kwa kisa hiki, kwamba unachotenda leo hii, ulichotenda hapo awali, kwa dhahir au kwa siri, kumbuka kitakuja kwa kukabili pale mbeleni. Hivyo mimi niwahimize tu kutenda mema, kufanya mema, kuhusiana mema na kujaribu tena pia kukumbushana kufanya mema na kukatazana kufanya maovu, maana tunachofanya kitakuja kutukita mizizi katika akili zetu, familia zetu, watoto wetu, na hata kutuadhiri sisi wenyewe. Kwa hayo machache amani ya Mwenyezi Mungu iwe